Umekuwa kimya kweli kwa muda mrefu. Uliamua ukae kimya tu mwenyewe, au kuna mitikasi ilitokea ikawa haijakaa sawa, vitu vikayumba kidogo, ndo maana ukawa kimya? Uh, apart from music, mi kuna mitikasi pia nafanya, unajua eh? mm. nafanya ko kitu ambacho pia kilinifanya nitetereke ni kwamba hiyo mitikasi ambayo nilikuwa nafanya, mm. kuna mtu alileta vitu sivyo kwenye mitikasi ko ikayumba sasa, ah, ile ndo ambayo inanisaidiaga hata pia kwenye pei zangu za mziki nini. mm -hmm. Koo ilivyoyumba, yani tuseme, yule mwana kuna ali vitu alikimbia, aliondoka navyo mm -hmm. ya vibunda na vitu vingine koo ikaendaenda baadae, lakini tukampata, lakini mi sitaki kuzungumzia sana. Kwa sababu gani nilikaa kimya? mimi nataka nizungumzie sana kwa sababu gani Acha back to back sababu unajua tunataka tuelewe hapo huyo yeah, yeah, mwana ambaye yeah, alioharibu michongo mpaka michongo ikakaa kimya kidogo ni mtu ambaye alikuwa mtu wako wa karibu sana, karibu sana. Nani huyo? Eh, mshikaji toa, hata tukimtaja hapa, da, itakuwa kapaa sana unajua, inabidi tujue sasa tunaendana. Namjua meneja wangu alivyokuwa mtata tushai kufanyaga kwa hey, <laughs> meneja akasema, wewe mtu niachie mimi. Kwa kwa meneja Mad Matrix ikaenda akampata, sasa hivi kila kitu kiko fresh. Mimi namshukuru Mungu. Okay. Kila kitu kiko fresh. Na ndo alopita na account nini? Da, ile account ya manager yangu sio poa <laughs> unajua <laughs> meneja yeye pia na hivi vitu anavisimamia vyote hivi mm, na mtu anaisimamia unajua, most of the time inabidi awe attentive, sababu mimi siwezi kwa Instagram kila muda mm, yeah. Sako kama nimeshakupa na access ya kwa Instagram kila muda kwa, inabidi pia sasa, unajua ile, kwa sababu usp... pia nayo kwenye mtandao usipokaa sana nayo wanachukua wana, wana mm, iko kitu kinatokea maniga wengi ama hata masista, tunaona sema za shida. Mimi nilipopotea account mm, ikawa shida sasa, kubwa ilikuwa mchele mwana ambaye alikuwa anataka irudisha akaunti alikuwa anadai mchele, ambao anajua kabisa huo mchele mchele, mimi siwezi kumpa kurudisha kabisa. Mimi mwenyewe nilimjibu kwa jazba, kwa sababu nilimwambia Kamatia akaunti hata mi niende zangu upya kwao, nikaendelea mm. Mchizi, badala ya akaunti yangu kuanza upya, kama wiki mbili hivi akanijibu akasema, da, haijai kutokea sijai kuona mtu mbishi hivi. <laughs> Ko mi bwana, unajua hizi <laughs> eh, eh, eh, social media zina, zina, zina ukubwa wake na zina umuhimu wake sana, yeah. Kwa mtu anavyokufelisha kama vile eh, anategemea kuone unalia ama anategemea kuone unalalamika.